Tarehe 29 mwezi huu wa kumi, ishirini ishirini na tano ni siku muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania ambapo Watanzania watatekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi watakaowaongoza katika nafasi ya urais, wabunge na udiwani. Jeshi la Polisi kupitia taarifa hii lingependa kuwahakikishia wananchi na wageni watakaokuwa nchini mwetu kuwa hali ya usalama ni shwari sana na hakuna tishio lolote la kiusalama linaloweza kufanya shughuli hiyo ya kupiga kura isifanyike kwa amani. Pia wananchi wana mnahakikishiwa amani na usalama wa kutosha siku ya Jumatano, hivyo mjitokeze kwa wingi kama mlivyojiandikisha kwenda kupiga kura bila hofu yeyote ile. Aidha, ninawahakikishia limejipanga vizuri sana kumdhibiti yeyote yule kwa mujibu wa sheria atakayejitokeza ama kwa makusudi au kwa nia ovu kuvunja sheria za nchi ili kuhatarisha amani ya nchi kwa kisingizio chochote kile siku hiyo ya kupiga kura na baada ya kupiga kura. Atakaye thubutu kuvunja sheria asimlaumu au asilaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi, kwani elimu imetolewa vya kutosha na kwa muda mrefu.